Tumeshuhudia jana mechi, tume e, mechi zikichezwa kwa maana, tano, kwa maana Young Africans wameshinda wameshinda tano tano kwa bila kama ambao walifanya katika mchezo mchezo mchezo mchezo uliopita. uliopita Simba jana mambo ni magumu. Watoto bao moja. Ngoma iende sale. Kufuatia mchezo ambao unafuatia. Hii inatoa taswira gani kwenye vilabu hivi kwa maana kwamba mafari wakali ya kuikiwa ndio mchezo wa maamuzi. Ah, kwanza kifupi nizungumzie tu kwamba kumaliza mchezo salama na kumaliza ligi salama. Mimi naamini tutakuwa tumemaliza ligi ya 2024, 2025 tumemaliza ligi siku ya jana. Kwa sababu, mechi zote jana zilionyeshwa. Hakuna hata hata chaneli moja ya Azam TV ambayo jana haikuonyesha mpira. Kama watu watacheza kwenda kwa si, kupimana tu ubavu kuona nani ni nani basi. Lakini kama ni ligi tumemaliza jana. Mimi siamini kama mchezo unaofuata ni mchezo wa ligi. Nani kumekuwa kuna ukakasi, e, tumeshuhudia baada ya mchezo kutamatika. E, alifanyiwa interview mchezaji wa klabu ya Kundo Msimbazi Simba, lada kijuma cha Sambi alipojua eh, e, swala la eh, e, na alitaka kufunguka kusema kwamba mchezo unaofuatia ni kama alistopishwa hivi. Msemaji alikuwa akiulizwa na mashabiki tarehe 25 mchezo upo anaishia kutabasamu na anaonyesha dole gumba mara kwa ya kwamba mambo yako bye. Hii inaleta taswira ipi? Simba bado wana ukakasi na mchezo huu, ikiwa siku imesalia moja kuelekea katika mchezo wenyewe. Mi binafsi, kwa viongozi wangu wa klabu ya Simba kukaa kimya, hii ni ishara ya mtu ambaye anahitaji kusonga sehemu anayofuata, ndio ninachokiamini mimi. Sawa. Eh, unajua ukikaa tu na kuzungumza inawezekana kwamba ukawa umefaidisha kitu, au umeenda kutia hasara kwenye jambo fulani. Kwa hiyo mnachokiamini, mimi binafsi, mchezo wa jana ndio mchezo wetu wa mwisho, na viongozi wa klabu ya Simba, amezungumza msemaji, lakini amezungumza mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye amechaguliwa na wanachama wa klabu ya Simba, waliacha shughuli zao wakaenda ukumbi wa Mwalimu Nyerere kwenda kupiga kura, na yeye manake ndio kiongozi wa klabu ya Simba, mwenye dhamana ya klabu ya Simba. Hata huyo Ahmed Ally hawezi kuzungumza chochote bila viongozi wa klabu ya Simba kumpa mamlaka. E, yeye Ahmed Ally ni mwajiriwa ndani ya Simba, lakini viongozi wa Simba sio waajiriwa ndani ya Simba. Ni sisi tumewapa dhamana ya kwenda kuiongoza kuiongoza klabu yetu, lakini Ahmed Ally ni muajiriwa, kama alivyo CEO, Young Africans wamesema eh, tano zimepeleka salamu kuelekea katika mchezo unaofuatia hamutaingia na wasiwasi wote wa kusema ya kwamba zinaweza kuwakuta zile ambazo ziliwakuta tarehe tano. Ha, wale wafunga wale wafunga nguo za watoto kule Ethiopia na walishindwa kupeleka salamu zile kwenye makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa sisi tutakuwa salamu kwenye mechi zidi yetu sisi, yani goli tano wao kutufunga sisi mm, sawa. Mimi binafsi nilisahau muda mrefu sana mm, kutufunga wao sisi goli tano mm, toka hiyo 78 mm, walofunga goli tano hmm, sawa. Akafikiri tukaja kuwafunga goli tano mm. Juzi tu elfu mbili na kumi na mbili tano bila wao, toka hiyo sabini na nane mpaka leo. Hawajui swala la kuifunga tena Simba mm -hmm. Goli nyingi. Sasa wanazungumza nini? Kati sasa tumewafunga goli sita mwaka sabini na saba. Sita bila hajalipa mpaka leo. Kumi na mbili tano bila hajalipa mpaka leo. mm -hmm. Wamekuja kutufunga goli tano moja wameweka mpaka kwenye jezi. Maanake ni wa mchongo, wa mchongo wa kutengeneza mazingira ya maduka pale kwetu. Sasa sasa hivi ambayo inawakutanisha ni mechi ya maamuzi, mechi ambayo e, mashabiki wa Simba wanalalama na kusema ya kwamba kwa nini viongozi hawatoi tamko lolote, ikiwa mechi ya dabi wanafahamu wao inachezwa nje na ndani, kwa maana mambo ya kamati ya, ya kiufundi hawajapata fursa ya kufanya hilo. Hii inaweza ikawa hasa sababu ya kupelekea mnyama kupoteana siku ya tarehe 25, kwa maana ya kwamba siku zimeisha. Ah, mimi niseme tu kwa viongozi wa klabu ya Simba, hii shughuli sio ya kwetu, shughuli ni ya watani zetu, wao ndio wenye wa maandalizi ya kila kitu lakini sisi kama waalikwa pia tuna maandalizi yetu, tunajiandaa kuelekea kwenye shughuli hiyo. Hatuwezi tu nikatoka nyumbani tunakuja kwenye shughuli. Hata kadi sijapewa ya kuingilia kwenye shughuli. Ni kitu ambacho kiwezekani ke, lazima uilipie na upewe kadi ya kuingilia. Sasa kwenye shughuli kuna kadi utapewa ya mchango, lakini kuna kadi ya kufanyaje, ya kuingilia ukumbini. Lakini mpaka sasa maanake si kadi ya kuingilia ukumbini hatujapewa. Yaani, tupo tupo tu. Na maana inaonekana kwamba shughuli ambayo ya haieleweki, yani shughuli ya ajabu ajabu, yani shughuli ambayo ya sioeleweka. Haina tija na haina kitu chochote. Kwa sababu haiwezekani kiongozi leo hii unaulizwa unasema kwamba ah, muda wa kuzungumzia huo mchezo unaofuata bado. Bado wakati umebaki na siku mbili tu. Ni leo na kesho. Utauzungumza lini? Sawa, msemaji anaulizwa anasema kwamba au kama kuna lolote tofauti basi atatoa taarifa kuanzia leo ama kesho ama hiyo kesho kutwa, yenyewe siku ya mechi. Mimi nimeangalia Interview zote kwa sababu sikuwepo uwanjani lakini nashukuru, nimefuatilia kupitia mtandao wa kijamii nimeona mazungumzo ya mtazamo mangungu, nimeona mazungumzo ya msamaji wetu ya Mediari. Lakini kwa sisi tuliosomea Cuba. Sawa, tuliosomea Cuba. Inaonekana kabisa viongozi wa klabu ya Simba huu kimya wote wanataka kupeleka timu uwanjani. Naomba nisikilize. Huu kimya unaoendelea huu, wakisema kwamba wa waseme mapema, nadhani wanajua watachafua hali ya hewa ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba kwa sababu wote mpaka sasa huo mchezo tutaki Sidhani kama unaweza kaenda kwa pepo na chama wa Simba akakuelewa kwamba anataka huo mchezo. Kwa sababu sio kwamba tutaki mechi labda tunawaogopa. Hatutaki mechi kwa sababu shindikizo kwenye mamlaka fulani ya juzuru fulani ya juzuru. Na tarehe ibadilishwe ndio tutatambua huo mchezo. Na kweli imefanyika hivyo. Je, yeah, tujiulize kwamba shirikisho letu linaendeshwa na nyuma mwiko? Wao mbona matakwa yao yamesikilizwa? Haya, taarifa iliyotoka kubadilisha tarehe 15 kwenda 25. 25 hakuna maelezo chini kwa nini wamepeleka tarehe 25. Kwa hiyo Simba ukimeuni kama kivuli cha kujificha. Hii kama kivuli. Na sasa tuambie tu kitu kimoja, viongozi wetu ni waeredi sana, mmepambana na Simba kuitoa madongo polomoka mpaka leo hii Simba ipo kwenye lamani ya soka duniani, so Afrika. Kuwa kwenye nafasi ya tano barani Afrika, sio jambo dogo. Kuwa kwenye top 5 sio jambo dogo. Ujiulize, kuna nini hapo? maana yake Simba wako sehemu kubwa kubeba nchi ya 49 sio jambo dogo. Kwa hiyo mimi naamini viongozi wa klabu ya Simba wana haki ya kutoka na kutoa taarifa. Hawana haki wao ya kupiga promo kwenye hii mechi. Sisi tunataka kauli tu, kauli thabiti tu moja kwamba tumekubaliana na kilichopangwa na bodi ya ligi. Bas. Ukishatoa kauli hiyo imeisha. Haitaji maelezo mengi. Kwa sababu, kwa nini sisi tunasema mchezo hatuitaji? Siku moja kabla ya kutoka taarifa ya bodi ya ligi viongozi wa klabu ya Simba walitoka na waraka Juni kumi na mbili. Sawa eh? Sasa tunakubaliana Juni kumi na tatu bodi ya ligi wakatoka na mkeka jioni kwamba tarehe imefanyaje, imebadilishwa. Kwa hiyo naamini viongozi wa klabu ya Simba kwenye hili wasipepese macho, watoke hadharani, so lazima watamke kwa kinywa chao, wadondoshe mkeka. Simba wana utaratibu wao kutoa taarifa kwa wanasimba wenzao, sawa eh? Watoe taarifa kwa umma kupitia akaunti yao ya Instagram, Simba Sports, watu waweke mkeka tu pale. Zubeda Sakuru, sasa hizi achape jambo kule, atuwekee mkeka bwana, tunautambua huo mchezo, tutaenda kushiriki full stop, kusiwa na maelezo mengi. Lakini kusema kwamba mtu anaulizwa anasema nitauzungumzia siku bado, siku bado, unasubiri lini eh? Nani? sisi kizaramo tunasema kidile mwali kifika shughuli ba... Manake iko uwanjani, unasubiri lini nani? chaguo hili ambalo wameamua kuchagua viongozi wa Simba kwa maana ya kwamba ukimya huu mpaka siku yenyewe usika itakapofikia, unaweza eh, inaweza ikawa athari pengine kupelekea eh, kupoteza mchezo huo. Ah, binafsi asali itakuwepo. Mm -hmm. Tena itakuwepo sehemu moja tu endapo, mm -hmm. timu ikienda uwanjani, mm -hmm. sawa. Eh, mimi naamini Fadule kazungumza kama benchi la ufundi, hawezi kuzungumza kitu cha management. Yeye atazungumzia kama benchi lake la ufundi, anakana wachezaji mazoezini, na yeye ameajiliwa, wachezaji wameajiliwa. Jukumu lake ni, ni kuambiwa tu nenda sehemu fulani, hana mamlaka ya kugoma kocha. Mm -hmm. Akigoma manake aachie pale mafaili aondoke nyumbani kwake. Mm -hmm. Kwa hiyo yeye ana mamlaka, mchezo umetangazwa na mamlaka, yeye lazima azungumzie. Haizi kusema kwamba siwezi kupeleka timu kwenye huo mchezo. Hajapewa kanuni hiyo na siyo mzungumziaji kwenye hilo. Kila mmoja anatakiwa asimame kwenye muhimili wake ina mara gani yaani ya? Hilo <laughs> yani ni sehemu ya ku mi nasema ni sehemu ya mind game. Mi binafsi, mpaka sasa leo tunajua tumebakisha siku moja tu ya kesho, siku ya Jumanne. Mimi binafsi sawa nasema hii ipo, bado ipo 50, 50. Kwa mimi binafsi najiona ngoma bado ipo 50, 50 mpaka sasa. Yaani na uona kuna uwezekano wa kupeleka timu mm. Lakini bado kuna uwezekano pia wa kutokupeleka timu, kwa sababu hata wao wenyewe wanavyoonekana ndani kwenye management ya klabu ya Simba, unajua siku zote ukiambiwa serikali, maanake ni siri kali mm. kuna siri kubwa sana ndani ipo ya viongozi wa klabu ya Simba. Una maana kwamba migogoro ambayo ilionekana kuchukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, zile voice ambazo zilivuja, ndicho ambacho kitu ambacho kinaendelea ku, kuitafuna klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ah, alisema hilo lipo mm. na kama halipo laja mm. Unaambiwa siku zote ukiona sehemu watu hata ile kutofautiana hivi kwa maneno mm. Basi hapo hakuna kitu chema. Kama kuna kitu chema lazima watu wapambane ili kuhakikisha jambo linakaa sawa sawa. Kwa hiyo ukiona hata vitu vinagongana gongana ndani vyombo tu unaviosha ukiviweka unakuta sometimes vimegongana. Maana hiki kimevunjika. Kwani kuna mtu kakisukuma? Maana yake kinatafuta kile moja kikae kwenye nafasi yake. Kwa hiyo ukiona ndani kuna tofauti fulani kidogo ipo ni sehemu ya kujenga. Kama hakuna tofauti hapo hakuna mradi mwema. Mimi naamini ndani ya Simba kuna mradi mwema. Hiki kinachoendelea. Naamini. Mpaka ikifika siku ya kesho. Na mimi tutapata jambo jema kwa sababu leo tunajua bodi ya ligi na TFF kwa ujumla wana mkutano wao leo, watatoa taarifa kwa umma kuelekea huo mchezo. Tusasikiliza wao wataongea nini, maana tarehe nane walizungumza asubuhi kwamba mechi ipo, lakini baadaye wakagailisha mchezo kama mchezo haupo. Kwa hiyo mimi maneno yao tasiasikilize, na wala ananibabaisha na wala ananistui maneno ya, na na ma, ya bodi ya ligi na TFF yake kwa ujumla, haya nistui mimi. Atakaye nistua ni taarifa ikitoka Simba Sports. Hiyo ndio itanistua bodi ya ligi. Kwa sababu wao ndio walopanga wa wa tarehe na Young Africans anakutaka leo kesho ulete timu uwanjani, ina kampia leo majiji bao tano. Uliona magoli lao la tano? Yaani mpira ule kipa alikuwa na uwezo wa kudaka ule. Anamgongoshea mtu anapiga vipasi mtu, anakandamiza katulia, mshinda memshinda wapi brother? Sasa mpira ule ulikushinda gani? Mpira umekuja hivi na kaugusa hivi, sasa pale ndo unapiga ngumi pale, unamdondoshea mtu. Yani ile ndo mifumo yao nyuma mwiko, watu wajue, wengi hawajui huyu siku zote. Ujue ukishafika hatua za mwisho, kila kitu kinaonekana. Hata wale watu ambao wame, wamefanya makubwa baya sana hapa duniani kuwafanyia wenzao, ile ikishafikia ile siku za mwisho kwenye sakaratul mauti, yani kila kitu atasema hapa hapa, labda ujae kukutana na watu wa namna hiyo. anasema kila kitu fulani nilimfanyia mimi, kitu fulani nilimfanyia nini, baada hapo anakata roho. Ndio hicho kinachoendelea. Yaani nyuma mwiko ndio mwisho wake. Kila kitu kinaonekana cha ajabu ajabu kinaonekana hapa hapa. Ndio mifumo yao hii. Kwao naamini wao wanavyosema kwamba wanatutaka. Sisi sio kuwataka tu. Sisi tunawahitaji zaidi. Na ndio maana walifanya mind game wakaleta basira au bunju kule. Ile zuga tu kwenda kukagua viwanja vya Simba. Nani kitokea amepeleka timu mkafungwa bingwa mkapoteza nani alaumiwa? Eh, umeuliza swali zuri na ndio nilikuwa naelekea huko huko. Yaani viongozi wa klabu ya Simba kwenye ukimya huu. Sawa eh? Yaani hapa kila mtu anamtupia cheni. Nani akamfunge paka kengele? Nadhani ume, umesoma kile. Nani atamfunga paka kengele ndio hiki kinachoendelea hapa. Mtu atakayejikanyaga kwenye hili basi huyo msalaba ataubeba. Lakini kwenye hili hapa hili la dabi. Mm. Hili hmm. Inayoendelea. Mtu akijikanyaga. Hmm. Sawa? Umeona huu? Huu, hmm. Umeona huu mpira? Umpira utawatesa watu msimu kwenye ligi ya Tanzania. Huu. Yaani ligi imeanza vizuri lakini mwisho wake unaenda kuwa mbaya. Nani uwakilishi? Leo unanielewa? Huu umeuona hapa. Mwisho wake unaenda kuwa mbaya. Viongozi wa klabu ya Simba kila mmoja anamtupia mwenzake jiwe. Nani atampiga? Nani ntampiga? Fulani kitakachotokea, sababu mimi naamini aagoa iko 50 vitu kwa maelezo yao ya watu watatu, benchi la ufundi, kocha kazungumza, Fadu Davis, sawa, mtaalamu wa ufundi ndani ya Simba. Wao utambishia au ni maoni yake lakini wao kama viongozi wa klabu ya Simba wanatakiwa wasimame sasa. Yale maoni ya wana Simba yawe kitu kimoja. Hatuwezi kuwa wana Simba kila mtu awe na maoni yake kuelekea mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu sisi tunakaa tunafly kwa sababu ya mpira wa miguu. Sisi hatuchezi tennis. Sawa? Sisi hatuchezi boxing. Si umeelewa? Wala sisi hatukimbii hapa, sisi tunacheza mpira wa miguu. Kwa hiyo viongozi wana mamlaka sasa kuacha maoni ya wanachama na mashabiki. Wasimame short and clear, waseme ukweli kwamba tunapeleka timu ama tupeleki. Lakini hawasemi kwamba ah, kama kuna lolote tutatangaza. Siku bado zipo, siku bado zipo kati, siku zimeisha. Wewe umeambiwa ukanunue ng'ombe leo, unataka ununue ng'ombe siku ya mnada? Wewe mnandi, eh hey. Itokea Simba kusukuzwa, kapoteza, nani alaumiwe? Umeuliza swali zuri, mm. Moja kwa moja nilikwambia hapa, nani atamfunga paka kengele? Wewe umesoma hivi haujasoma shuleni, ladies ile, nani atamfunga paka kengele, umesoma? Manake kiongozi wa klabu ya Simba kule juu, yoyote yule ambaye kwenye hii watakubaliana wamepeleka timu uwanjani siku ya kesho kutwa, athari yake itakayoenda kutokea ni moja tu. Endapo Simba kwenye mchezo huo utakosa matokeo, nyuma mwiko ataenda kuchukua ubingwa, basi moja kwa moja hamna mtu mwingine wa kubeba huo msalaba. Wajiandae kisaikolojia kwa jibu wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Sisi hapa tulipo mpaka sasa, mi tiketi ninayo ya VIPB ninayo ya 30 ile tiketi, niko tayari nimpe mtu aende akachukue nafasi yangu, aende uwanjani ama la, nibaki nayo nyumbani niwe nimechangia mamlaka shughuli iwe imeisha. Lakini kiongozi wa klabu ya Simba kwenye hili alo, wasipotoa taarifa hapa nawakipeleka timu wajiandae kuwajibu wanachama. Ndio kipindi ambacho Muktaza Mangungu anakuwaga kwenye wakati mgumu, kwa maana ya kwamba timu inapopata matokeo uh, ina, anapongezwa Muhammad Deuji, mwekezaji pamoja na bodi kwa ujumla. Timu inapokuwa kwenye wakati mgumu wa, wa mashabiki na wanachama humvaa Muktaza Mangungu na kusema yeye ndiye mwenye hatia. Ya, mmemtaza Mangungu ndio mwenyekiti aliochaguliwa na wanachama wa klabu ya Simba. Tukimzungumzia Mohamed Deuji, sawa? Mwekezaji wetu wa klabu ya Simba ambaye mchakato mpaka sasa umekwama, haujaenda kukamilika. Yeye kama yeye hana mamlaka ya kusema kwamba timu iende wala isiende. Pamoja ndio muone ana nguvu ndani ya klabu ya Simba na yeye ndio anatoa pesa ndani ya klabu ya Simba. Lakini yule Mangungu ndio aliochaguliwa na wanachama wa klabu ya Simba. Yeye ndio atakuwa asimame kujibu hoja za wanachama wa klabu ya Simba. Sisi hatujaikaa kwenye mkutano kwenda kumchagua Mohamed Deuji Mohamed Deuji anakuja kwenye mkutano kama mjumbe. Kwa anakuja kupiga kula kama mjumbe mwingine, timu ikiwa na wakati mgumu anashutumiwa na na, timu ikiwa na wakati mzuri anapongezwa Mohamed Deuji. Ah, unazungumza vizuri, yaani siku zote hata mm. wewe nyumbani pale mm. kikitokea chochote pale kwenye familia yako analaumiwa mama, baba. Nyumbani kwenye familia yako likitokea jambo lolote analaumiwa baba, mama, sababu baba ndio muongoza wa familia, sawa. Hawezi akalaumiwa mama, atalaumiwa baba. Kwa hiyo kwenye hili, mm. hawezi wakalaumiwa viongozi wengine ndani ya Simba, atalaumiwa Mangungu moja kwa moja kwa sababu ndio alochaguliwa na wanachama klabu ya Simba. Uko, hata tukikaa vikao, atukae vikao kumjadili Mohamed Dewji. Mm. Sawa? Mm. Kumjadili Mohamed Dewji kafanya kosa hapa, kafanya kosa. Tutamjadili yeye kwamba yule kama kafanya kosa tunafanyaje? Kwa hiyo ili akae kwenye njia. Kwa hiyo, nukta kusema ya kusema kwamba ikatokea timu wamepeleka uwanjani mnyama kapoteza kikombe, Murtaza Mangungu kwa aliko ajiandae. Sio Murtaza tu. Mm nazungumza management yake yote, mm. Mumtaza yeye ndo namba moja first. Aya. Sawa, alafu wa, kuna wajumbe hatujamchagua peke yake, tumemchagua mumtaza mwangungu lakini na wajumbe wake. Kwahiyo wajiandae kisaikolojia kwenye hili, sawa, wajiandae kisaikolojia, mm. wajiandae kwa wajia sababu nimemsikia, sawa, mwenyekiti wa zamani ya klabu ya Simba lakini katibu mte, mtendaji mtenda, mtenda mkuu wa fati. Aya. Sawa, nadhani anampata Lage alizungumza siku kama nne zilizopita kusema kwamba viongozi washakubaliana mechi itakuepo. Alitoka hadharani akizungumza na, na baadhi ya vyombo vya habari. Maana yake ikionekana timu imeenda uwanjani kwamba Lage, maana yake taarifa za ndani ameshazipata kwamba mechi ipo. Kwa hiyo kama mechi ipo siku ya tarehe 25, kwa hiyo maana yake viongozi wa klabu ya Simba wajiandae kubeba msalaba wa wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. la klaamba, yani, nusura yao ni moja tu, timu ikienda ikapata matokeo, ukiona imeenda uwanjani, imefungwa ama imetoa sare, imekosa ubingwa, basi viongozi wajiandae kuwajibu wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Kwenye hili kufanyaje? Ha, hatuzungumzi tunawafanya nini. Tumesema wajiandae kisaikolojia kuwajibu wanachama, sababu wanachama ndio wenye mamlaka kwenda kuchagua viongozi. Wanachama ndio wenye mamlaka kwenda kuhoji maendeleo ya klabu ndani, washabiki wako nyuma yetu, tutahitaji majibu yapi? Tutahitaji majibu yaliokuwa wazi. Kwa nini tarehe imebadilishwa kutoka 15 kwenda 25 bila sababu ya msingi? uh -huh. na mmekubali kwenda kucheza. Kwa nini tarehe nane mmezuiliwa tu getini, mmesema mechi hatutocheza uh -huh. na hamkucheza kweli, na mechi ikailishwa. Kwa nini hii, mmeshindwa kusimamia? Msiende, hawa wamesema fulani juzuru, fulani amejuzuru uh -huh na umekubaliwa, na tarehe imebadilishwa imebadilishwa, mnakubali. Maana tunakubali sasa kwenye ligi yetu, nyuma mwiko, yeye ndio mkubwa na yeye ndio kila kitu, maana wakishakubali kupeleka timu wamekubali, nyuma mwiko, yeye ndio kila kitu kwenye nchi. kwa Kwe hiyo wajiandae kutujibu haya, na ndii mitokeo wamekosa majibu ya, ya msingi e, eh, hatua zipi mashabiki na wanachama watachukua dhidi yao? Ah, siwezi kuzisema hapa. Sisi kama wanachama, mimi sio wa mshabiki, mimi ni mwanachama. Mimi kama mwanachama klabu ya Simba tunatambua viongozi wetu tunatambua mila na desturi zetu Simba Sports. Tunajua kwamba nini kimeendelea katika msimu huu, nini kinatakiwa kifanyike. si kama wanachama, tuna sehemu zetu, tutakaa kulijadili hili, nini kifanyike kuhusu viongozi wetu wa klabu ya Simba kuelekea msimu ujao. Mimi naamini sisi tunatoa kama maoni, sababu maoni yetu sio msaafu Tukisema sisi basi yeah. Kiwe hivyo. Wenzetu wameandamana kila kona, wakafanikiwa sawa, na wameandaliwa bonus. Alisema dosa pale kwamba kuna bonus wameandaliwa kwa sababu maandamano yao yameenda yamefanyaje, ya yametimia. Sasa viongozi wetu wakikubali kupeleka timu uwanjani yeah. Maana yake binafsi, wanatuambia kwamba tarehe nane hawakustahili kufanyaje, kugomea nandi. Eh, mimi ni kuombe weke nukta na nikwambie na kushukuru sana. Tunasubiri hicho ambacho kitajiri baada mara baada ya tarehe 25 kuweza kupita, tunakuahidi kwamba kwa tutarejea hapa na kuja kupata maoni. Na mtarejea kweli hapa, mimi binafsi nakuahidi hapa mapema yeah. kweli nauguliwa lakini, binafsi pia hata kama ningekuwa siuguliwi kwenye huo mchezo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tuombe uhai kuwa salama, tufike hiyo tarehe 25, mimi binafsi hmm. sizungumzika. Wanasimba wengine hmm. kila mmoja ana maoni yake ana moyo wake na ugumu wake hmm. mimi binafsi hmm. sito kwenda uwanjani kwa mara ya kwanza hmm. sitokanyaga Benjamin Mkapa kwenda kushuhudia dabi ya kihuni na utunze maneno yangu yeah. Sitokwenda kushuhudia dabi ya kihuni. Hii ndo dabi ya kwanza ya kihuni toka hizo timu zianzishwe 35 kwa 36. hatujawahi kucheza dabi ya kihuni kama hii Chukla. dabi inabadilishwa bila sababu ya msingi, alafu watu wakubali kupeleka timu kwa sababu ya matakwa ya watu fulani. Viongozi wa klabu ya Simba, jiandaeni kwenye hilo. Shukrani sana asante sana, sana.